Serikali ya Qatar imetangaza kuipatia serikali ya Marekani ndege ya rais ambayo ni ina thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 400. Hii ndege inatajwa kuja ku replace nafasi ya Air Force 1 ambayo imedumu kwa miaka 40, na uh, sasa hivi inatajwa kwamba inafanyiwa maboresho hii ndege uh, na itakamilika mwaka 2027. Sasa mwaka uh, 2028, Trump ndiye atatoka madarakani, ataitumia so, Mwaka mmoja tu sasa, serikali ya Qatar inampa ndege ya rais uh, Donald Trump ambayo ataitumia katika kipindi hiki uh, na hii inakuwa kama zawadi, kwa sababu Qatar inakuwa nchi ya kwanza kupata ugeni wa Trump since achaguliwe kuwa rais wa Marekani katika awamu hii ya pili, ambapo ameshinda Donald Trump. Sasa hii inakuwa ni trip yake ya kwanza, na siku ya kesho tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 ndio Trump atatembelea Qatar. Trump anatarajia kutembelea nchi kadhaa uh, hapo Middle East, lakini Qatar ndio itakuwa nchi ya kwanza kupata ugeni huu mzito wa rais wa Marekani Donald Trump. Uamuzi huu wa serikali ya Qatar uh, umehojiwa sana na wadau mbalimbali uh, wengi wakihoji kwa nini Qatar wanafanya hivyo. Nimeona Katibu wa ikulu ya Marekani, katibu wa habari wa ikulu ya Marekani anayefahamika kwa jina la Caroline Levitt amesema kwamba anategemea kabisa zawadi hii kutoka serikali ya Qatar itakuwa haina haina deni, yani sio kwamba kuna kitu wanakitaka. Lakini wengine pia wanahoji, wanasema kwamba maamuzi haya si sahihi kiusalama kwa sababu, inakuwaje leo hii taifa lingine tupatie sisi zawadi ya ndege ya rais? Rais wetu ni mtu fulani ambaye, um, ni prestige ya taifa. Inakuwaje leo hii katalo atupe sisi ndege ndege, kwamba kwamba tumeshindwa? Inakuwaje hii swala? So uh, wengi wamekuwa wakihoji hivyo, wengine wakisema kwamba ndege hii akishapatiwa, basi atatoka nayo katalo, atarudi nayo Marekani. Lakini pia taarifa inasema kwamba si kweli ndege ndege hiyo itafanyiwa uchunguzi wa kina, kwa sababu itatumika kwa rais. Lakini pia inataja kwamba baada ya rais Trump kumaliza uongozi wake ndege hii itakabidhiwa kwenye maktaba ambayo ipo kwa ajili ya kutunza kumbukumbu kumbu za marais mbalimbali. So itakuwa ni sehemu tu, watu wataenda kutakuwa na itazama, sio kwamba na rais anayekuja ataitumia ndege hii. So hii ni taarifa mpya kuelekea uh, ziara ya rais wa Marekani Donald Trump uh, Middle East ambapo siku ya kesho tarehe 13 mwezi wa tano ata anza kutembelea nchi, nchi ya Qatar ambayo itakuwa ni nchi ya kwanza kupata ugeni huu since Trump ateuliwe uh, kuwa rais wa Marekani.